TBC1 eh, endelea kufuatilia na kusikiliza utambulisho wa vijana hao au kuzindua mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025. Kwanza nataka nitumie nafasi hii kwa kupitia hotuba yako nzuri kukushukuru na kukiri mbele ya umma wa Tanzania kwamba maelekezo yako tumeyapokea na kupitia kiranja wetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa tutayafanyia kazi yote uliyotuelekeza. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa naomba kwa heshima na taadhima nichukue nafasi hii kukutambulisha kwako vijana sita wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ambao leo wataanza kukimbiza mbio za mwenge kwa siku mia moja tisini na tano. Aidha, nitakuomba usalimiane nao kama ishara ya kuwatakia safari njema ya kwenda kulitumikia taifa la Tanzania kwa siku 195. Vijana hawa wana sifa za kutosha zikiwemo za uhandisi, ujenzi na majenzi, ulinzi na usalama, tehama, ununuzi wa umma, sheria na sayansi ya jamii, na wameandaliwa kikamilifu tayari kwenda kutekeleza majukumu hayo. Mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, sasa naomba nikuhudhurishie ni ndugu Raymond Elias Joseph kutoka mkoa wa Mbeya. Various, karibu Mbea oye! Mbea ndikwapo, kilele chambio za mwenge wa uhuru kitaifa kitafanyikia na ni mwezi wa kumi tarehe kumi na nne Huyu anawakilisha Mbea, ameshasalimiana na ame mweshimiwa mgeni rasmi na kumtakia kila la heri kwa kazi kubwa na ngumu iliyopo mbele yao ya siku mia moja tisini na tano. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikuwadhirishie ndugu Zainabu Selemani Mbwana kutoka mkoa wa Mjini Magharibi, ngoja Zanzibar hoye. Dada huyo akienda kwa ukakamavu kabisa mbele ya Mheshimiwa mgeni rasmi, naye anatakiwa kila laheri. Baada ya salamu wa kazi kubwa ya kueneza ujumbe maalum kabisa wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa nikuhudhurishie ndugu Elizabeth Petro Makingi kutoka mkoa wa Shinyanga. Nyanga hoye! E, kwa ukakamavu wa hali ya juu kabisa akiwakilisha kanda na ya ziwa naye ametakiwa kila la heri kabisa kwenye siku hizo 195 atakazopita katika halmashauri 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikuwadhirishie ndugu Amada Hamisi Amada kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba Pemba hoye! Mapinduzi! Mapinduzi kama noma, naiyoe noma potele Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niliyokuadhirishie mbele yako ndugu Azizi Juma Abubakari kutoka mkoa wa Pwani. Pwani hoye, mtoto wa nyumbani, safi. Pwani mpo! E, Aziz Juma Abubakar akiwa anasalimiana na Mheshimiwa mgeni rasmi na mwenyewe anatakiwa kila la kwa siku hizo mia moja tisini na tano anarejea sasa katika baridio maalum ya wenzake. Mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, wa sita na wa mwisho, sio mwisho kwa umuhimu, naomba nikutambulishe kwako kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 ndugu Ismaili Ali usi kutoka mkoa wa kaskazini Unguja nguja hoye Zanzibar. Safi. <coughs> Kwa siku zote mia moja tisini na tano huyu ndiye atakayekuwa kuwa kiongozi uhuru, wa mbio za mwenge wa uhuru a na mtoa matamko yote rasmi ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano pale penye kupongeza atapongeza, penye shida basi atatoa maagizo. Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kutambulisha kwako wakimbiza mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 pamoja na wewe kuwatakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yao, sasa naomba nikuongoze ni tuelekee kwenye jukwaa maalum lililoandaliwa ili uende ukatufanyie kazi ya kuzindua mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025. Mheshimiwa makamu wa rais karibu. Wakati mheshimiwa mgeni rasmi akielekea katika jukwaa liloandaliwa, wote tuinuke tafadhali katika nafasi zetu. Mtazamaji wa TBC1, makamo wa rais Dr. Philipo Mpango, baada ya kutambulishwa, vijana wakakamavu kabisa, vijana sita ambao ndio watakuwa wamebeba ule mwingi wa uhuru kwa mwaka huu 2025, eh, na kukimbiza katika halmashauri 195, eh, ndio wameshahitimisha eh, namna hiyo, na sasa akielekezwa, ah, sasa kwenda katika lile tukio mahususi kabisa ambalo limetukusanya hapa, na unaona vijana hao wakakamavu namna hiyo eh, wakisogea karibu kabisa katika eneo hilo ambalo uzinduzi wa mbio hizi utafanyika ukiongozwa basi na mkimbiza mwingi kwa mwaka huu, Ismaili Ali Usi kutoka Kaskazini Unguja, akiwaongoza vijana wengine: Azizi Juma Abubakari ambaye anatoka mkoa huu wa Pwani, Ahmadi Khamisi anatoka Kaskazini Pemba Elizabeth Petro anatoka mkoa wa Shinyanga na Zainabu Selemani anatoka Zanzibar, pamoja na Raymond Elias akitoka mkoa wa Mbeya, ambako katika mkoa wa Mbeya ndiyo kilele cha mbio za mwenge wa uhuru zitafanyika. Karibu shuhudie tukio hilo, washa mwenge. Mtazamaji wa TBC1, makamu wa rais Dr. Philip Mpango, ambaye ndiye makamu wa rais tayari amesha zindua eh, mwenge huu wa uhuru kwa mwaka huu 2025 katika uwanja huu wa shirika la elimu Kibaha, na eneo hili sasa nalo limepata historia ya kufanyika kwa uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru, na mwenge huo sasa ukishushwa pale chini kwa ajili sasa ya kukabidhi viongozi mbalimbali mbali na mahususi kabisa kwa mkoa huu wa Pwani, ambao ndio mbio hizi za mwenge wa uhuru zitaanzia hapa katika mkoa huu wa Pwani katika wilaya hii ya eh, Kibaha na mwendo mfupi hivi, ili mkabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, ndipo sasa zoezi hilo Mheshimiwa makamu wa rais sasa anakimbiza mwenge wa uhuru na atamkabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, ikiwa ni ishara ya kwamba sasa mbio za mwenge wa uhuru mwaka elfu mbili na ishirini na tano vimeanza rasmi. abw amekwisha iva namna hiyo, mtazamaji wa TBC1 na wananchi wa mkoa wa Pwani, tusikilize makabidhiano hayo. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Ismaili Aliusi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ishirini ishiri na tano kupokea mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka unangara na kumeremeta na kuahidi kuwa mimi pamoja na vijana wenzangu watano tutaukimbiza mwenge huu wa uhuru katika mikoa thalathini na moja na halmashauri zote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tutakwambia kwamba tutaufikisha ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa ufasaha kwa wananchi wote wa Tanzania na, na tutahakikisha shupitia mwenge huu wa uhuru tunahimiza amani, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa sambamba na shughuli za maendeleo, na tunakuahidi kwamba tutaukabidhi mwenge huu wa uhuru kwa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe kumi na nne mkoani Mbeya ukiwa wanawaka unameremeta. E, Mwenyezi Mungu nisaidia. na mtazamaji wa TBC kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru Ismail Ali Usi naye eh, akifanya makabidhiano hayo kwa mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge tayari kabisa eh, kubeba dhamana kwamba mwenge uko katika mkoa wake. Na umesikia pale akitaja eh, falsafa hiyo eh, mwenge ukikabidhiwa ukiwa unawaka unameremeta. Mkuu wa mkoa wa Pwani, mimi Ismail Ali Usi kiongozi wa mbia za mwenge wa uhuru kitaifa ishirini ishirini na tano na ukabidhi mwenge huu wa uhuru ukiwa una waka unang'ara na unameremeta, na nakuomba ukimbize ndani ya halmashauri zako tisa za mkoa wa Pwani kuanzia leo siku ya tarehe pili hadi tarehe kumi na siku ya tarehe kumi na moja mwezi wa nne ishirini ishirini na tano ukamkabidhi mkuu wa mkoa wa Morogoro ukiwa una waka unang'ara na unameremeta. Mungu akusaidie mimi Abubakari Musa Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, nakiri kuupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka unapendeza na unameremeta. Aidha, nakiri kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa w mwaka ishirini na tano wa tano na kiongozi wa mbio za mwenge pamoja na wakufunzi na, na utakapokuwa hapa utakimbia katika halmashauri tisa, na tarehe kumi na moja mwezi wa nne nitaukabidhi katika mkoa wa Morogoro kama nilivyopokea. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mmoja wa TBC One mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge tayari sasa amebeba dhamana ya mwenge huu wa uhuru kwa mwaka huu 2025, kwa maana ya kuanza sasa kukimbizwa katika halmashauri tisa e, za mkoa huu wa Pwani katika wilaya zake zile saba. Sasa ni tayari miradi mbalimbali ya maendeleo e, itapitiwa na mwenge huu wa uhuru kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na utaanzia hapa E, katika wilaya hii ya Kibaha na vilevile katika e, wilaya nyingine za mkoa huu wa Pwani, kama ulikuwa ukifuatilia e, TBC1. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge alibainisha namna e, miradi mbalimbali itakayofikiwa ikiwemo miradi ya elimu, miradi ya maji, lakini pia na miradi ya barabara ambayo mwenge wa uhuru utapita kukagua, kwa maana y kwamba kuna thamani ya fedha ambazo zimetumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, na ndiyo dhima kubwa ya mwenge ikibeba katika kuhakikisha kwamba zile fedha za serikali ambazo zinatolewa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali inafanyika ipasavyo. Namna hiyo eh, mwenge huo ukiendelea pale eh, kupitishwa kwa maana tayari makabidhiano yakisha kuwa amekamilika. Na unaona pale vijana mbalimbali wa usalama ambao tayari kabisa katika kuhakikisha wanaulinda. Jinsi mwenge ulivyozinduliwa eh, hapa eh, ndivyo utakavyokuwa ukihitimishwa kwa maana ya kutokuwa na hitilafu yoyote, ukiwa unawaka unameremeta mpaka pale utakapo, eh, hitimishwa mbio zao. Nikikurejeshea nyuma tu katika hotuba eh, yake eh, Makamu wa Rais Dkt. Philipo Mpango ambaye alizungumza kabla ya kupata eh, utambulisho, wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambao umebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba ujumbe wa uchaguzi mkuu kwa nchi hii ya Tanzania ambao utafanyika baadaye mwaka huu ni kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, lakini pia wananchi watumie haki yao katika e, kuchagua viongozi katika ngazi e, tukianzia na uraisi wa bunge e, pamoja na madiwani katika kuhakikisha wanatimiza haki yao na ndio sasa demokrasia itakuwa imefanya kazi yao. Lakini ukiacha hilo la kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa mwaka huu wa 2025 ambao ndio ujumbe mahususi umebebwa, lakini pia e, mwenge wa uhuru umekuwa ukibeba ujumbe mbalimbali ambao ni ujumbe wa mara zote ambao unahakikisha kwamba wananchi wanatekeleza e, yale ambayo yanapaswa kufanya. Kwa mfano alitaja kuhusiana na masuala ya lishe bora na afya imara, kwa sababu e, ili wananchi waweze kutekeleza hiyo miradi mbalimbali mbali ambayo inafanyika hapa nchini.